Mheshimiwa mgeni rasmi, chama cha wakunga Tanzania kilianzishwa na kusajiliwa rasmi mwezi Novemba mwaka 1992 kwa lengo la kuunganisha wakunga wataalamu nchini ili kuwa na nguvu ya pamoja katika kupaza sauti na kuinua kiwango cha elimu na huduma za ukunga nchini. Chama hiki kina matawi arobaini na mbili nchini kote na pia kina wanachama takribani elfu tano na chama cha wakunga Tanzania ni mwanachama hai wa shirikisho la wakunga duniani au unajulikana kwa Kiingereza International Confederation of Midwives, na ni kwa kupitia wanachama huu ndipo tunajumuika na wakunga wenzetu duniani kote kuweza kusherekea sherehe hii ya ukunga. Mheshimiwa mgeni rasmi, kila tarehe tano Mei ya kila mwaka huwa kwa uratibu wa shirikisho la wakunga duniani ulimwenguni kote tunakuwa tunasherehekea siku ya wakunga duniani, na kauli mbiu ya mwaka huu ni wakunga nguzo muhimu katika kila janga, kwa Kiingereza midwives critical in every crisis. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka, kwani nchi nyingi duniani zinakabiliwa na majanga ambayo hayakutegemewa kama vile mafuriko, majanga ya kiasili, njaa, vita, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mara nyingi, inapotokea janga au majanga, wanaoathirika zaidi ni wanawake na watoto, na huwa wanapata madhara makubwa kama vile kufanyiwa vitendo vya ukatili, kukosa makazi, njaa, magonjwa ya mlipuko, ikiwemo pia kukosa huduma muhimu za, za afya. Majanga yanapotokea katika jamii, wakunga wanakuwa mstari wa mbele katika kutoa huduma za afya kwa kina mama, watoto pamoja na vijana. Pamoja na kuwepo na changamoto nyingi zinazojitokeza wakati wa majanga, kama kuto kuwepo na usalama katika sehemu za kazi, ukosefu wa dawa muhimu na vifaa tiba, pamoja na kuwepo mazingira yasiyoridhisha, bado wakunga wanaendelea kutoa huduma kwa asilimia tisini ya huduma zote zinazohitajiwa na mama mjamzito na kwa mtoto mchanga. Tunapenda kutambua na kuwapongeza wakunga wote ndani na nje ya nchi yetu kwa mchango wao mkubwa katika kuhakikisha tunaendelea kutoa huduma za kuokoa maisha ya mama na mtoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunachukua nafasi hii kuipongeza serikali yetu ya awamu ya sita inayoongoza na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo imefanyika katika kuboresha huduma za afya kwa kujenga, kukarabati majengo na kununua vifaa tiba katika vituo vyote vya kutolea huduma. Maboresho haya yamezingatia sana huduma za afya ya uzazi na mtoto, na hivyo kuvutia akina mama wengi kujifungulia katika vituo vya kutolea huduma. Maboresho haya pia yameimarisha sana mazingira ya kufanyia kazi za ukunga. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wakunga ni kundi muhimu sana katika kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi, na kwa mujibu wa takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili za Umoja wa Mataifa pamoja na Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa mkunga mtaalamu anaweza kuzuia ama kupunguza vifo vya uzazi kwa zaidi ya asilimia themanini na saba endapo mkunga huyu atapatiwa elimu bora, mazingira wezeshi ya kazi pamoja na usimamizi mzuri wa mara kwa mara. Hivyo basi, kulingana na takwimu hizi, chama cha wakunga kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine wa afya ya mama na mtoto wamekuwa wakiweka jitihada kubwa katika kuwajengea uwezo wa kunga ili kutoa huduma muhimu za kuokoa maisha. Tumekuwa tukiendesha mafunzo mbalimbali ya kuwawezesha watu wa huduma kwa mama na mtoto katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma za afya. Pamoja na jitihada hizi, bado kuna changamoto na bado kuna mahitaji makubwa ya kuendelea kuwajengea uwezo wa kutoa huduma za mama na mtoto. Chama cha wakunga Tanzania kimeshiriki kikamilifu katika kampeni ya Mama Samia ya usimamizi wa huduma za mama na mtoto, na kama tutaendelea kuboresha huduma na kusimamia mafunzo kazini, pamoja na usimamizi wa karibu, watumishi wetu wengi watajengeka kiujuzi, stadi na mabadiliko ya kitabia. Pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaipongeza serikali yetu pia kwa jitihada kubwa na kutambua mchango wa watoa huduma za afya kama ambavyo serikali imekuwa ikiendelea kuajiri watumishi wapya wakiwemo wakunga. Hata hivyo, bado idadi ya wa wakunga wenye ujuzi na stadi stahiki za kuokoa maisha mama na mtoto ni ndogo, hasa katika zahanati na vituo vya afya ambavyo ndio vituo vilivyo karibu zaidi na jamii na ambapo akina mama wengi na watoto huenda kupata huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi uwekezaji katika ukunga sio tu jambo sahihi la kufanya bali pia ni jambo la busara kiuchumi. Kutokana na kauli mbiu ya mwaka huu na kwa umuhimu wa wakunga hasa inapotokea majanga, tunaomba serikali ihakikishe kuwa wakunga wanakuwa na sehemu ya wanakuwa ni sehemu ya kamati za maafa katika ngazi zote za utekelezaji na kuweka mipango thabiti ya maandalizi ya kukabiliana na maafa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama wakunga tuna maombi yafuatayo. Ombi la kwanza ni kuomba kuongeza idadi ya wakunga katika vituo vya kutolea huduma kwa kutoa ajira mahususi kwa wakunga waliomaliza mafunzo na kuhitimu ambao bado hawajaajiriwa, ikiwa ni pamoja na kuweka kozi ya utangulizi, yani induction course kwa wakunga ambao wanaoajiriwa kabla ya kwenda kuanza kazi kwenye vituo wanapopangiwa ili kuhakikisha kuwa wanapata stadi za kutosha. Ombi letu la pili ni kuomba kuboresha zaidi mazingira ya kutolea huduma kwa wakunga kwa kuwa na nyumba karibu na vituo vya kutolea huduma ikizingatiwa kuwa huduma zao zinahitajika masaa ishirini na nne na wakati mwingine ni za dharura. Ombi letu la tatu ni kutambua taaluma ya ukunga katika mfumo wa utumishi wa umma ili wakunga wanapohitimu waajiriwe kwa cheo cha ukunga. Hali kadhalika, matangazo ya ajira yanapotolewa, basi yaweze kumtambua mwanataaluma mkunga. Lakini ombi letu kubwa pia ni kwamba wakunga walipwe mishahara na marupurupu mengine kulingana na ngazi zao za elimu, hasa kuanzia ngazi ya wakunga bingwa ambayo bado haijatambuliwa. Kwa wakunga wenzangu, Ninawapongeza sana kwa siku hii ambayo ni muhimu sana katika taaluma yetu, na nichukue nafasi hii kuwakumbusha kwamba taaluma ya wakunga ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kwani mikono yetu ndiyo ya kwanza katika kupokea uhai unapotokea ulimwenguni. Ninawaomba tutoe huduma zetu kwa kuzingatia maadili ya taaluma pamoja na viapo vyetu ambavyo tuliapa tulipokuwa tunatambulika kama wakunga. Kila tunapotoa huduma tujiweke kwenye kiatu cha yule tunayempa huduma. Bado kuna malalamiko katika jamii kuhusu huduma zetu, na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba wateja wetu wanapata huduma yetu kwa kuzingatia utu, heshima na staha. Sote tusimame pamoja na kujenga taifa letu, ambapo kila ujauzito ni wa hiari, kila kujifungua ni salama, na kila mwanamke kijana ana nafasi ya kufanikisha ndoto zake. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninarudia kushukuru kwa dhati na kwa moyo wa shukrani kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kujumuika pamoja na sisi katika maadhimisho haya, na niwashukuru tena wafadhili wetu wote, uongozi wa mkoa, pamoja na kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Kipekee niwashukuru wakunga wote kutoka sehemu zote nchini Tanzania ambao